Asalamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV. Alhamdulillah, Allah subhanahu wataala ametujalia tena kukutana hapa tukiwa na afya, tumekutana katika chaneli hii ya Khairo TV, na mimi nimeamua kukusogezea leo majina ya watoto wa kike wa kiislamu ambayo yanaanzia na herufi A katika video iliyopita, tulikusanya majina mia moja au takriban mia moja ambayo ya watoto wa kiume yanaanzia na herufi A. Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuafikisha tena kukusogezea majina mia moja au takriban mia moja ambayo yanaanzia na herufi A hey, lakini majina haya ya leo ya watoto wa kike yana mchanganyiko wa kiirani na Kiarabu moja kwa moja mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe ku comment ku like na kushare, ili uwe kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Karibu na moja kwa moja tuanze kama ifuatavyo: jina Alia, au waswahili wanamwita Alia, ni mtu wa juu au mpendwa mtu wa juu au mpendwa. Jina Adila jina Adila, Adhila, ni mwadilifu. Na jina Afrah ni mtu mwenye furaha. Na jina Ahlam ni ndoto, na hili hushirikiana katika matumizi baina ya wanaume na wanawake. Na jina la Aidha maana yake ni Marejeo na jina la Aisha maana yake alihai. Na jina la Alina maana yake mwembamba. Na jina la Alma maana yake mrembo au nyota. Jina la Amirat maana yake ni kiongozi. Na jina la Anisa maana yake mpenzi au rafiki. Na jina la Asma maana yake ni majina yenye heshima, na jina la Asmahan maana yake ni mkuu wa majina, na jina la Aya maana yake ni alama ya Mungu au au ishara ya Mungu, na jina la Aziza maana yake thamani, kipenzi, nguvu au mpenzi na jina la Azora jina la Azora maana yake ni mshiriki wa neema na jina la Azmina maana yake mjasiri na mwenye azma jina la Arwa maana yake mrembo mwenye afya na jina la Amal maana yake ni tumaini. Na jina la Aswat maana yake ni sauti nzuri, sauti nyingi nzuri. Na jina la Azka maana yake safi au mrembo. Na jina la Azzat maana yake thamani, nguvu. Na jina la Ariba maana yake mtawala, mwenye busara. Na jina la Asfa maana yake mrembo safi. Na jina la Arhan maana yake ni maoni mazuri. Na jina la Amara maana yake mfalme, mfalme wa kike. Na jina la Anaya au kwa Kiarabu Anaya, maana yake utunzaji upendo. Jina la Aila, jina hili maana yake mrembo. Na jina la Aina au waswahili wanaita aina, maana yake mrembo. Na jina la Afra, jina hili Afra maana yake mrembo mweusi mrembo mweusi. Na jina la Aslah, jina hili ni mtu wa kupenda haki au mtu wa haki. Jina la Alwiya au waswahili wanamwita Alawiya, maana ya jina hili, maana yake mwanga wa nuru. Jina la Amunat maana yake ni mwaminifu, mwenye haki. na jina la Aima maana yake ni bibi mrembo. na jina la Arisha maana yake mrembo, nyumba ya heshima. na jina la Alhama maana yake mrembo na jina la Azura maana yake anga au mrembo mwenye kupendeza, na jina la Atiyaf maana yake mapambo mazuri, na jina la Ahdiya maana yake zawadi au kipewa, na jina la Alana kwa Kiswahili au kwa Kiarabu, Alana, mlembo mtamu, mlembo mtamu. Na jina la azima au kwa Kiswahili azima, maana yake ni mwenye azma. Na jina la amthal, maana yake ni wa mfano. Mwenye kuita jina hili anakuwa ni wa mfano katika jamii. Na jina la Asra maana yake mwenye kuinuliwa au kuinuliwa. Na jina la Atif maana yake hisia au upendo au hisia za upendo. Na jina la Ara maana yake macho au mtindo mzuri, macho au mtindo mzuri. Mpenzi mtazamaji, tukiendelea kuyataja majina na maana yake, tunaendelea. Jina la Asil, maana ya jina hili ni mrembo, mwanamke mrembo wa asili. Na jina la Ajiba, ajiba au kwa kiarabu ajiba maana yake wa kipekee, na la kiume lake huwa Ajib. Na jina la Asimat, maana yake mlinzi, maana yake mlinzi. Na jina la Alfiya, maana yake elimu kubwa. Mwenye kubeba jina hili anabeba maana ya mwenye elimu kubwa. Na jina la Akrimat, Akrimat, maana yake wa kipekee maana yake wa kipekee. Na jina la Adira maana yake makazi maana yake makazi. Na jina la Ana au kwa Kiswahili Ana maana yake wa kipekee kadhalika. Na jina la Afa maana yake kusamehe mwenye kubeba jina hili hupenda kusamehe. Na jina la Ahsina, maana yake mrembo bora zaidi, mrembo bora zaidi. Na jina la Afshat, maana yake safi au mrembo. Na jina la Anzal, maana yake inua au nyota na jina la Aja maana yake ni mrembo wa kipekee kadhalika. Na jina la Alira Arira maana yake mrembo mwenye faida au mrembo mwenye furaha. Na jina la Awa au kwa Kiswahili awa maana yake mrembo rafiki. Na jina la Aru, maana ya jina hili mpenzi rafiki. Na jina la Abida, jina hili maana yake muabudu Mungu. Na jina la Afaf, maana yake usafi unyoofu usafi unyoofu. Na jina la adab, kama kiswahili linatafsirika, ni adabu. Na jina la athar, maana yake alama au athar, na mwenye kubeba jina hili hubeba athar au hubeba alama katika jamii kwa vitendo vyake vyema. Mpenzi mtazamaji, jina la Azwan maana yake nguvu mshikamano. Na jina la Amatullah, jina hili linabeba maana ya kijakazi wa Mungu au kijakazi wa Allah. Na jina la Afsana, maana yake hadithi au hikaya au simulizi. Jina hili ni zuri na lenye kuvutia katika jamii jina la Anahita. Anahita, jina hili lenye asiri ya Kiirani na maana yake malkia wa maji. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Azin, jina hili pia lenye asiri ya Kiirani, maana yake mapambo, urembo. Jina jingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Arghavan. Jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani na maana yake maua ya zambarau. Na jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Arizu. Jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani, maana yake ndoto, matarajio. Ndoto, matarajio. Jina lingine mpenzi mtazamaji, pia hili ni jina lenye asili ya Kiirani ni Arnika, Arnika. Maana yake maua ya dawa, maua ya dawa. Jina lingine mpenzi mtazamaji, ni Ailan, Ailan pia ni jina lenye asili ya Kiirani na maana yake ni upinde wa mvua, ule uzuri wa upinde wa mvua. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Armina. Jina hili pia lenye asili ya Kiirani na maana yake malkia mdogo. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Anusha. Hili pia ni jina lenye asili ya Kiirani na maana yake ni heri ya milele, ni heri ya milele. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Anahis. Anahis pia ni jina lenye asili ya Kiirani na maana yake utulivu wa maji. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Azinaz. Jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani na maana yake nyota angavu. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Atish. Jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani na maana yake ni joto la upendo, joto la upendo. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Azargun, Azargun, maana yake ni moto au vuguvugu vugu la upendo, na maana yake inabeba kama jina lile la joto la upendo pia. Hili ni lenye asili ya Kiirani. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Arusha, Arusha, Arusha, Arusha. Jina hili ni lenye asili ya Kiirani na maana yake ni nyota ing'aayo pia jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Abarna. Jina hili maana yake ni mrembo wa kipekee. Kadhalika, jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Abrisham. Abrisham maana yake ni harili, ni harili safi laini na Mororo jina hili pia, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina kutoka Irani lenye asili ya Irani. Jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Adina. Adina, jina hili pia ni lenye asiri ya Kiirani na maana yake nuru mwangaza wa nyota, nuru mwangaza wa nyota Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Ahran. Ahran jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani na maana yake ni mlinzi wa familia. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV ni jina la Andishe, ni jina la Kiirani. Jina hili pia maana yake ni fikra na hekima. Jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Anusha. Jina hili pia maana yake amani na furaha. Jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Arghavane. Jina hili maana yake eh, rangi ya walidi walidi. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Arosha na maana ya jina hili maana yake ni mrembo. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Artina, maana yake ni rafiki rafiki. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Ashkan. Jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani na maana yake furaha ya milele. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Asuda. Jina hili pia ni lenye asiri ya Kiirani na maana yake ni mtulivu. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Ayana. Jina hili pia ni lenye asiri ya Kiirani na maana yake kioo cha utulivu. Jina hili ni lenye kuvutia na lenye kupendeza. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Azandukhti. Azandukhti, jina hili maana yake ni binti jasiri, pia ni jina lenye asiri ya Kiirani. Jina lingine ewe mpenzi jin, Azjin maana yake ni safi bila doa. Jina hili pia ni lenye asiri ya Kirani. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Asfara. Jina hili pia ni lenye asiri ya Kirani na maanake ni mwanamke maarufu, mwanamke star, mwanamke maarufu. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Alisa Alisa, na maanake ni mti wa mzeituni. Jina hili lenye asili ya Kiirani. Jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Anar. Anar pia ni lenye asili ya Kiirani, maana yake ni tunda la komamanga. Jina lingine, ewe mpenzi mtazamaji, ni jina la Arama. Jina hili maana yake ni jina la utulivu wa moyo, maana yake ni jina la utulivu wa moyo. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Asbina. Jina hili maana yake ni angavu na safi, pia ni lenye asili ya Kiirani. Jina lingine ewe mpenzi mtazamaji ni jina la Ahrush. Maana yake ni mwangaza wa alfajiri, na jina hili pia ni lenye asili ya Kiirani. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa tafsiri ya majina yetu mia moja au takriban mia moja ya watoto wa kike wa Kiislamu ambayo yanaanzia na herufi A. Ee, Allah subhanahu wa taala akitupa uwezo na akitujalia tutayaleta majina ya watoto wa kiume kwa idadi hiyo hiyo ee, ambayo yanaanzia na herufi B na herufi B ni kuombe. Mpenzi mtazamaji usisahau kusubscribe, ukomenti, kuraiki na kushare ili kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Wa billahi tawfiq, uhibukum bila hudud, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.